Asante sana. Sisi, hmm, wahifadhi wa Makumbusho ya Majimaji tumefika kumtembelea bibi yetu anayejulikana kwa jina la Magreth Joeli Mahare ambaye anaishi Mshangano, aa, baada ya kusikia taarifa kwamba huyu bibi ana vibuyu ambavyo vilikuwepo katika tukio la uchanganyaji wa udongo wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo tukaona ni vyema kufika katika eneo hili na sisi tuone hivyo vibuyu ambavyo anavyo. Ah, hivi vibuyu ni vibuyu ambavyo vilikuwemo kati ya vibuyu vingi ambavyo vililetwa siku hiyo, siku ya tukio la muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini kuna vibuyu maalum ambavyo vilichukuliwa kwa ajili ya uchanganyaji wa udongo wa Tanganyika na Zanzibar. Ah, hivi vibuyu ina maana ni vibuyu ambavyo havikutumika, ila vilikuwepo eneo la tukio. Kwa tunamshukuru sana bibi Uh, kutunza huu urithi muhimu sana kwa taifa letu na hata watoto watafika kujifunza kuona mfano wa vibuyu ambavyo vilitumika kwa ajili ya kuchanganya udongo wa Tanganyika na Zanzibar. Ni vibuyu halisi kabisa ambavyo vilikuwepo eneo la tukio, lakini havikutumika, uh, kwa ajili ya kuweka udongo wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo tunashukuru sana bibi. Sisi kama makumbusho tunashukuru kwa jinsi ulivyoweza kuhifadhi hii kitu muhimu. Kwa jina naitwa Magreth Joheli Mahali, nimezaliwa mkoa wa Njombe. Baba yangu mzazi alikuwa mchungaji, akahamishwa kutoka Mdando, nikaletwa kijiji cha nyumbani tu ndio nilipokulia. Baada ya hapo, ilipoingia kampuni ya Tanwat, nikawa nafanya kazi ya kupepeta mbegu zile za milingo kwa mwezi nilikuwa nalipwa senti kumi. Nimeendelea hapo ndo ikatokea mwalimu Safari hata akatukusanya wasichana kumi na tatu wavulana kumi na nne kuanza kutufundisha kwaya ya tano yufri, tukawa tunakusanyikia huko kuanzia saa tisa tunakwenda huko kwa mguu, hatuna hata kiatu mguuni, tunakwenda huko akatufundisha kwaya siku yake baba wa taifa akaja Njombe, ndio tukaenda tukamwimbia nyimbo zile. Nyimbo zilimfurahisha, na alikuwa anakwenda kufungua uwanja wa sabasaba Iringa, akasema hawa nitakwenda nao wakaimbe ili wafungue uwanja wa sabasaba Iringa. Tukaenda mpaka Iringa. Tulipofika Iringa, kabla ya siku ya kufungua ule uwanja, akatupeleka kwa muhindi mmoja alikuwa anaitwa Karumali Juma, tukenda akatununulia nguo, wanawake magauni mawili mawili kila mtu, wavulana suruali mbili na shati zake, akatushonea na nguo za TANU Youth League, sketi ya nyeusi na blausi yake ya kijani, na sikafu shingoni huku ya njano, na kikofia hapa na viatu, ndio tukaenda siku hiyo kwenda kwenye kuimba nyimbo wakati anafungua uwanja wa saba saba wa Iringa. Sasa ikawa yale mambo tulipoimba nyimbo zile na vitendo tulivyokuwa tunavifanya, baba wa taifa alifurahi sana. Tuliporudi Njombe, ikaja kukaja kipindi wakati anaweka jiwe la msingi la Dodoma, kwa hii Dodoma yatakuwa makao makuu tulikwenda kule kuimba nyimbo kwaya ya sapali, halafu Morris Nyunyiza na ngoma zake kumi, alafu bendi ya polisi, alikuwa kiongozi mzee Mayagiro, alafu na wazee wa Kisukuma walikuwa wanachezea nyoka, tukiwepo pale anaweka jiwe la la msingi. Nalo hilo mimi linanisikitisha, uwezo wangu mdogo, nilitaka nikafike pale niangalie jinsi mama alivyomaliza ile eneo humo mote nimeshiriki. Nilipoolewa nimekasongea, nikaachika na mume wangu, nikarudi nyumbani, nikaiulizia hii kwaya, nikaona bado wanasema bado. Ipo. Nikawa tena, nimejiunga na kwaya yangu. Baada ya hapo, ndio muungano umefika. Baba wa Taifa kwa kwa hii kwaya aliielewa sana, akatuma telegram tena. Wakati huo mkuu wetu wa mkoa alikuwa anaitwa Kisoto Wanjombe alikuwa anaitwa Kisoki, lakini wakati huo ilikuwa bado haijawa mkoa, ilikuwa ni wilaya. Akatuma telegram kwamba tunatakiwa twende kwenye kuimba kwaya Zanzibar. Tukatoka njombe na lori moja lilitubeba mpaka Iringa, hamna vumbi, tupo halafu. Tuka kutoka Iringa tukachukuliwa na Land Rover ya wazi nyuma, ndo likatupeleka mpaka wapi? Dar es Salaam tukafika pale, tukalala. Asubuhi yake tukapandishwa kwenye ndege ya jeshi, ilikuwa na viti vya bao. Tukaenda Zanzibar siku ya pili, ya tatu yake imefika ya muungano. Tukawa pale kama kawaida, wakina Mori zinyunyiza, wakina Mayagiro wote, tukaimba kwaya pale, wote tulikuwa kule ndo muungano, tukaunganishwa tayari. Sasa mimi vifaa hivi vilivyotupwa tu, mimi nikavichukua nikavihifadhi kama kumbukumbu kumbu yangu. Nimefika wambi Zanzibar, kurudi tulipanda meli tukarudi mpaka Dar es Salaam. Sijapanda ndege na sijapanda meli na wala sijafika Zanzibar tena. Karume alituaga vizuri, tulipata na baraka zake sana. Mimi wakati wa muungano, hiki ni cha Tanganyika. Hiki ni cha Zanzibar. Kwa hiyo hiki kilibeba udongo wa Zanzibar, hiki kilibeba udongo wa Tanganyika. Kikacha huu udongo ukachanganywa kwenye chungu. Alipomaliza kuchanganya kwenye vyungu, hivi vidubasha vikawekwa nje tu vikatupa chini. Sasa mwanzoni sisi tulijua labda maaskari wale wata wataokota kuvihifadhi. Basi mimi nikavichukua nikavibeba kama kumbukumbu kumbu yangu ya Zanzibar kwamba nilipika na Zanzibar kwenye Muungano. Hivi vifaa ni vifaa halisia kabisa vya Muungano. Sasa mimi mi damu, mmeshaniona na mmeviona hivi vitu, ni halisia kabisa, sio kwamba vya kufoji. Naomba viende kwenye jumba la makumbusho. Ndo hivi mpaka leo ninavyo tulisogea sisi, tulikuwa tumesogea sogea, sogea kidogo. Kuna sehemu mpaka kwenye vitabu vya shule utakuta tulikuwepo tumevaa na sketi zetu na mimi nikiwemo mmoja, mojawapo.